Asilimia kubwa wanalalamikia wizi kila mahala. Hata juzi hapa, bahati nzuri, chuo kikuu cha Dar es Salaam ambacho kinafundisha wahasibu, na chenyewe kimeibiwa. Hata bodi ya uhasibu na yenyewe imeibiwa. Mheshimiwa naibu Spika, CAG na, si na mheshimiwa waziri wa fedha yuko hapa. Hawa vijana wanaoajiriwa kwanza lazima anatoka shule kwenye shule ambayo inafundisha maadili mema, inafundisha uwe mwaminifu na faili lako likienda lazima usiwe na doa. Sasa wanaenda kupambana na wizi, wengine wamesoma seminari. Mheshimiwa naibu Spika, kwa nini serikali haifikirii sasa kuanzisha chuo cha wizi? Maana yangu mheshimiwa naibu spika anapochaguliwa mtu kwa sifa ya uaminifu kwenda kupambana na wezi anaenda kupambana nao namna gani? Afadhali apite kwenye chuo hicho kwa miezi mitatu, ajue breni ya wizi. Mheshimiwa naibu Spika, Mheshimiwa naibu Spika, polisi wanafundishwa bunduki, lakini hawajawahi kuwa majambazi. Mheshimiwa naibu Spika, wanajeshi wanafundishwa mpaka mabomu, hawajawahi kusikia wameteka. Lakini hawa vijana wetu, Mheshimiwa naibu Spika, tutawamalizia gerezani. Hali ya wizi ni mbaya sana hata sisi kwenye taasisi binafsi. Mheshimiwa Naibu Spika, hali ya wizi ni mbaya sana. Tungeomba sana, najua ni suala gumu sana, na ningeni, lakini tutafanya namna gani? Mtu hajui wizi na faili la, la ajira linataka uwe mwaminifu, mwadilifu, unaenda kupambana, unatoka Mzumbe Mheshimiwa Naibu Spika University, unaenda kupewa National Housing, lile dude kubwa kama lile hujui chochote. Mheshimiwa naibu spika, kwao tunaomba sana, Mheshimiwa Waziri wa Fedha na CAG, mnaweza mkatafuta jina lingine kama kulitamka jina kwamba ni chuo cha wizi, mnaweza mnaweza... <coughs> mkafikiria jina lingine. Lakini mheshimiwa naibu spika, kuna haja ya msingi sana. Mheshimiwa naibu spika, ni vizuri tufikirie sana, kuna